Ni saa kumi na mbili, saa za Afrika Mashariki sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka Idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump aitishia tena Iran kwa hatua za kijeshi kuishinikiza kujadiliana kuhusu silaha za nyuklia. Jeshi la Uganda UPDF lafanya uchaguzi wa uwakilishi wake kumi kupitia baraza la jeshi ikiwa ni mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa mfumo mpya wa jeshi hilo mwaka unaolenga kuimarisha uongozi, uwakilishi na ufanisi ingawa wanatoka mahali pia, ni taasisi ambayo ina maslahi yake. Kwa hiyo kupata wawakilishaji, naona ni jambo ambalo halina utata wowote. Ni watu kama wengine ambao wanawakilishwa bungeni. Sasa katika gumzo asubuhi hii, tutaangazia onyo la rais wa Marekani, Trump, kwa Iran linamaanisha nini kwa usalama wa kikanda na dunia. Dunia iko kwenye mtanziko na, na ndio inayosababisha masoko ya hisa duniani yote kushindwa kutulia, yanazunguka bei za mafuta, bei za dhahabu zinapanda kwenda juu, ndio tunachokishuhudia kwa sababu so, hizi ni kauli na majibu ya Donald Trump yanayofanya ulimwengu kuwa hizi. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu ukisomwa kwako na Karo Robi. Shukran, Martha. Wademokrat katika baraza la seneti wametoa orodha ya matakwa yanaokusudia kudhibiti vitendo vya maafisa wa uhamiaji wanaohusika na msako dhidi ya uhamiaji haramu ICE, matakwa ambayo maseneta hao wanasema sharti fungamanishwe na mswada wa fedha kwa ajili ya wizara ya usalama wa ndani. Miongoni mwa matakwa hayo ni kuwapiga marufuku maafisa hao wa ICE kuvaa barakoa na doria kali za kushtukiza, na badala yake wahitaji waranti wa kumkamata mtu kutoka kwa jaji. Kiongozi wa Demokrat kwenye seneti shu, uh, Chuck Schumer amesema masharti yao sharti yazingatiwe. We want masks off, body cameras on. Tunataka barakoa zivuliwe na kamera wanazovaa mwilini ziwashwe. Maafisa wa uhamiaji wanapaswa kukatazwa kuvaa barakoa, lazima kamera zao ziwashwe na walazimike kubeba vitambulisho vinavyostahili. Hakuna tena maafisa wasiojulikana, hakuna tena operesheni za kisirisiri. Na iwapo Warepublikan watapinga, ni kwamba wanachagua vurugu badala ya kuwepo utaratibu. Hivyo ndivyo ilivyo. Kuna ripoti za milio mikali ya risasi nchini Niger karibu na uwanja wa kimataifa wa ndege ulioko viungani mwa mji mkuu Niamey. Mashuhuda kadhaa na video zinazosambaa zinaonyesha mifumo ya ulinzi wa angani ikikabiliana na makombora kadhaa angani. Mapema leo alfajiri, ndege ya shirika la ndege la Algeria iliyojaribu kutua katika uwanja huo ililazimika kuelekezwa Bukina Faso. Hakuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya kijeshi ya Niger. Maelfu ya wanajeshi nchini Venezuela wameshiriki hafla ya kula kiapo kuwa watiifu kwa kaimu wa rais Delsi Rodriguez aliyechukua madaraka mwezi huu baada ya Marekani kumwondoa madarakani rais Nicolas Maduro. Esa Luambano na taarifa zaidi. Hafla hiyo ya kula kiapo imefanyika muda mfupi baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kufika mbele ya kamati ya baraza la Senate kuhojiwa kuhusu sera za utawala wa rais Donald Trump kuhusu Venezuela. Bwana Rubio amesema Marekani haina mpango wa kuchukua hatua zaidi za kijeshi nchini humo lakini akaonya sharti Venezuela ishirikiane nao kwa maslahi yao wenyewe. Kiongozi wa upinzani aliye uhamishoni Maria Corina Machado amesema kiongozi mpya wa Venezuela hawezi kuaminiwa. Na rais a Donald Trump kwa mara nyingine ametishia kuichukulia hatua ya kijeshi Iran, akiishinikiza nchi hiyo kukubali makubaliano kuhusu mpango wake wa kinyuklia. Bwana Trump amesema jeshi kubwa la Marekani linasonga kuelekea Teheran, akionya kuwa shambulizi lijalo litakuwa baya zaidi kuliko lile la mwezi Juni mwaka jana. Iran inasisitiza mpango wake wa kinyuklia ni salama, lakini imeonya pia kuwa shambulizi kutoka Marekani litaifanya nayo ijibu kwa namna ambayo haijawahi kushuhudiwa. Hii ni BBC. muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Carol Robi akiwa Nairobi. Unasikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM, redio shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma Kenya na Redio Muungano Beni huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Bila kusahau kukupeperushia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump ameitishia tena Iran kwa hatua za kijeshi kuishinikiza nchi hiyo kujadiliana kuhusu silaha za nyuklia. Trump amesema kikosi kikubwa chenye silaha kubwa zaidi za kijeshi kinaelekea nchini humo na kuionya Teherani kwamba huenda mashambulizi yake yajayo yatakuwa mabaya zaidi kuliko Juni mwaka jana. Iran inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa, lakini ilionya kwamba shambulio jipya la Marekani litasababisha jibu kali zaidi. na David Nkia Hatua hii inakuja huku kukiwa na vitisho vya Marekani kufuatia mauaji ya maelfu ya waandamanaji wanaoipinga serikali na utawala wa Iran. Mara kwa mara Irani imekuwa ikisisitiza kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani na hakuna lengo lolote lile la kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Arakji, amesema vikosi vya jeshi la nchi hiyo vipo tayari kwa lolote na vitatumia nguvu kubwa kuijibu Marekani. Tim Kaine ni mbunge wa chama cha Democratic ambaye yupo katika kamati ya Senate kuhusu uhusiano wa kigeni, anaoshutumu utawala wa Trump kwa kuchukua hatua hiyo Diplomatic... tulikuwa na makubaliano ya kidiplomasia ambayo yalikuwa yanazuia Irani kupata kupa silaha za nyuklia, ambayo Donald Trump aliamua kuyavuruga mwenyewe, ingawa makubaliano hayo yalikuwa yakifanya kazi. Kwa hiyo kwa kweli hatuna cha kusema kauli kuhusu Irani, ni kama tu ilivyokuwa kwa Venezuela. Je, ilihusu biashara ya dawa za kulevya? Je, ilihusu mabadiliko ya utawala? ilikuwa ni kuhusu kushikilia hifadhi ya mafuta? wanatupa kila aina ya ujumbe mchanganyiko well, Licha ya mazungumzo juu ya mauaji ya maelfu ya raia wa Iran katika maandamano ya kuipinga serikali, maoni ya hivi punde ya Trump kuhusu Iran yalionekana kulenga zaidi mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Trump amesema jeshi la wanamaji katika eneo la Ghuba ni kubwa kuliko lile lililotumwa Venezuela kabla ya majeshi ya Marekani kumkamata kiongozi wa zamani wa nchi hiyo, Nicolas Maduro. Trump ameongeza kwamba kikosi hicho kilikuwa ni kikubwa na kipo tayari na kinaweza kutimiza kwa haraka dhamira yake kwa kasi na nguvu ikiwa ni lazima. Hata hivyo, serikali ya Iran imesema daima imekuwa ikiunga mkono mkataba wa nyuklia wa kimataifa wenye manufaa kwa pande zote mbili, wenye haki na usawa na usio na shuruti ama vitisho, ambao unahakikisha haki za Iran kwa teknolojia ya amani ya nyuklia na kusema kwamba hakuna silaha za nyuklia. Ni taarifa yake David Nkia. Mamlaka nchini Marekani imesema kuwa maafisa wawili wa shirikisho waliohusika katika shambulio la risasi lililosababisha kifo cha Alex Preti huko Minneapolis wamepewa likizo etraia wa Marekani alipigwa risasi na kuuawa Jumamosi katika tukio ambalo limesababisha maandamano yanayoendelea. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amemwonya meya wa Minneapolis Jacob Frey kuwa anacheza na moto baada ya Frey kusema Minneapolis haitekelezi na haitatekeleza sheria za uhamiaji za shirikisho. Zaidi na Florian Kaijage. Akijibu kuhusu chapisho la Trump kwenye mitandao ya kijamii, Frei anasema kazi ya polisi wetu ni kuwaweka watu salama, si kutekeleza sheria za uhamiaji. Matamshi ya Trump yanakuja baada ya mbunge wa Minnesota Ilham Omar kushambuliwa katika hafla aliyokuwa akiandaa siku ya Jumanne, wakati mjumbe wa Adhra alipotumia bomba la sindano kumnyonyizia kimiminika kisichojulikana. Omar, mbunge wa seneti wa chama cha Demokratic ambayo mara kwa mara amekuwa kizozana na utawala wa Trump kuhusu sera zake za uhamiaji hakuumia na aliendelea kuzungumza. Mbunge huyo wa Senate mwenye nguvu zaidi anaongeza shinikizo la kuwatimua waziri wa usalama wa ndani Chris Noam na mmoja wa washauri wa karibu wa Donald Trump, Stephen Miller, afisa mkuu wa ikulu ya White House, juu ya ukandamizaji mkubwa wa uhamiaji. Katika safu ya machapisho ya wakati wa chakula, kiongozi wa wachache katika Senate Chuck Schumer pia alimshinikiza Trump kuwaondoa mawakala wa ICE huko Minnesota. Waandamanaji wamekabiliana na mawakala wa serikali nje ya kituo cha kuwashikilia wahamiaji wa familia kusini kati mwa Texas, kulingana na video kutoka vyombo vya habari vya Marekani. Watu mbalimbali mbali, wakiwemo vyama vya wafanyakazi na viongozi wa kidini kutoka Texas waliandamana hadi kwenye kituo hicho baada ya kufanya mkesha ili kupaza sauti na maandamano ya watoto na familia zilizowekwa kizuizini kinyume na mapenzi yao. Waandamanaji walisema katika taarifa kwa vyombo vya habari, kituo hicho kwa sasa kinamshikilia mvulana wa miaka mitano na baba yake ambao walizuiliwa na kuchukuliwa kutoka Minneapolis wiki iliyopita na maafisa wa uhamiaji na forodha wa Marekani, ICE. Wakosoaji wa ICE waliwashutumu maafisa kwa kumteka nyara mtoto na kumtumia kama chambo kumrubuni baba yake. Idara ya usalama wa taifa DHS ilisema ICE haikumlenga mtoto, lakini ilikuwa ikifanya operesheni dhidi ya baba yake ambaye ilimtaja kuwa ni mgeni haramu ambaye alimtelekeza mwanawe. Alipohojiwa ni Florian Kaijage. Ni Uganda. Wawakilishi kumi wa jeshi la Uganda UPDF wamechaguliwa kupitia kikao cha baraza la jeshi, baraza uongozi majukumu na wende uendeshaji wa jeshi hilo kulingana na viwango vya kisasa vya kijeshi. Nimezungumza na Benon Mukundane, mhadhiri chuo kikuu cha Chambogo Uganda, ambaye anatathmini utaratibu huo na tija yake nchini Uganda ni kwamba hao wanajeshi kulingana na mtindo wao wa uchaguzi, naona wao hata ni mzuri zaidi kuliko wetu kwa sababu, wa, kwa sababu idara mbalimbali za wanajeshi zinachagua viongozi kwa kiasi kwamba kila mtu ambaye amepata ngazi fulani, si kwamba kila mwanajeshi anashiriki katika uchaguzi, lakini wanateua wale ambao wamepata ngazi ya juu kidogo kwa mfano wakurugenzi, kwa mfano machifu, na wengine ambao wamepata nyadhifa za juu, halafu wanawambia wale wengine kwamba achague watu kumi ambao angeona wanaweza wakamwakilisha vizuri bungeni. Sasa huyu ambaye ameandika watu kumi ambao anaona kwamba ni wazuri ndio wanastahili kumwakilisha bungeni, anawaandika kwenye karatasi, anaitupa katika kisanduku fulani. Kwa hiyo kila mtu atakuwa ameandika, kila mwanajeshi atakuwa ameandika majina kumi. Taasisi kama jeshi kuwa na uwakilishi bungeni inachukuliwa vipi? Kuna namna yote inaleta utata? Kwa hapo Uganda, kuna vikundi vingine vya watu ambao wanatoka katika majimbo fulani, kwa mfano wafanyikazi, kwa mfano vijana, kwa mfano wanawake, kwa mfano wazee, kuna mahara ambapo wanatoka. Lakini hivi vikundi pia vina wawakilishi, kwa hiyo wanajeshi pia, ingawa wanatoka mahali, pia ni taasisi ambayo ina maslahi yake, kwa hiyo kupata wawakilishaji, naona ni jambo ambalo halina utata wowote ni watu kama wengine ambao wanawakilishwa bungeni. Tumeona katika taarifa za habari kwamba ni nafasi zenye ushindani mkubwa kati ya wanajeshi wakuu. Je, kuna maslahi yapi hapa yanayoangaliwa wanapochaguliwa? Kusema kweli, ni kwamba malipo ya bungeni ukiyalinganisha na kazi nyingine ambazo zinafanyika huku, naona mbunge ndiye ana anapata tija kidogo. Kwa hiyo wao wakiwa wanashindania, ni kama watu wengine ambao wamekuwa wakishindania nafasi za ubunge bana, nakuambia, kuna kitu huko. Wabunge wanaripa wanaripa vizuri, na kwa hiyo nao wana haki ya kushindania kitu kizuri huko. Moja kwa moja viwanjani na Florian Kaigage. Asante sana Martha Saranga. Tuanzie katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, ambako baada ya kumalizika hatua ya awali sasa timu zinazosonga mbele zimejulikana usiku wa kuamkia hii leo ilipopigwa michezo 18, timu nane za Arsenal ya Uingereza, Bayern Munich ya Ujerumani, Liverpool ya Uingereza, Tottenham ya Uingereza, kadhalika Barcelona ya Hispania, Chelsea ya England pia eh, Sporting Lisbon eh, na Manchester City zimefanikiwa kuingia moja kwa moja hatua ya 16 bora. Timu nyingine 16 wakiwemo mabingwa watetezi PSG, mabingwa wa kihistoria Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid na Newcastle miongoni mwa kundi hilo linaloongojea ratiba ya kujua mpinzani wake katika harakati za kutinga 16 bora. Moja ya matokeo ambayo hayakutarajiwa na wengi ni kichapo cha magoli manne kwa mawili cha Real Madrid kutoka kwa Benfica ya Jose Mourinho ambao mlinda lango alifunga goli la mwisho kabisa ambalo limeitwa goli la maajabu na kuivusha timu hiyo kuingia katika hatua ya mtoano na pia kuitoa Madrid kufuzu na kuingia katika mtoano. Katika mashindano ya magari yendayo kasi ya Formula 1, mkuu wa kikosi cha Williams anasema ni uchungu sana kushindwa kutayarisha gari lao kwa wakati ili kushiriki katika jaribio la kwanza la maandalizi ya msimu wa Formula 1 wiki hii mkuu wa kikosi hicho James Volz amesema jana Jumatano kuwa uamuzi wa timu hiyo kujiondoa kwenye majaribio hayo nchini Hispania ni matokeo ya azimio lao la kusukuma mipaka ya utendaji chini ya kanuni mpya. Klabu bingwa ya FIFA ya wanawake Arsenal, um, Arsenal ya England imefanikiwa kutinga fainali kwa kuichapa uh, SF Farabat ya Morocco mabao 6 kwa sifuri uh, katika pambano hilo la nusu fainali na sasa itapambana na Corinthians ya Brazil iliyoshinda nusu fainali ya pili dhidi ya Gotham FC ya Marekani. Uh, Australia imemteua mchezaji bora Sophie Monos mwenye umri wa miaka 28 kuwa na udhawa wa timu ya taifa ya wanawake, kuchukua nafasi ya Al-Saheri anayestaafu hari mwenye umri wa miaka 35 alitangaza mapema mwezi huu kuwa anastaafu cricket. Tumalizia hapo katika dondoo za michezo asubuhi hii, Martha Saranga. Shukran Florence.